Karibu katika sehemu ya kumi ya simulizi zetu nzuri kabisa inayoitwa Najuta Kubalehe. Uh, na sasa tunaendelea Changamoto zilikuwa mbili hapo. Kwanza ilikuwa ni kushika chupi za dada, lakini pili ilikuwa ni huku kwa babu sukari, nilikuwa niko dede. Sasa nasimamaje? Da Selina naye kwa makusudi akaendelea kusimama kule kule mlangoni. Kevo, unanipa chupi zangu au ni kuachie uvae? hizi E, si za kiki ndio za kike, nipe sasa. Hapo sikuwa na namna tena, nikainuka kiunyonge, huku najua kabisa naenda kudhalilika. Nikashika zile chupi, nikazipeleka hadi mlangoni. Sasa je, mbona rahisi tu? Sawa dada, ila uache kunidindishia, mi ni dada yako sawa sawa. Dada Selina alizipokea chupi zake akabaki anantazama tu huko, anatabasamu. Mi nageuka niondoke zangu, mara nashukwa mkono. Unaenda wapi? Hamna dada. Hebu nione. Ile kauli ilinifanya nikaganda, sikugeuka nyuma, sangapi Selina asije mbele yangu. Sasa mimi vile alivyo na kanga moja hali yangu inazidi kuwa mbaya. Askari wa Azam anazidi kupandisha morali tu. Kaka yangu hensam. Hensam langu. Wewe umemsimamishia dada yako kweli? Aliongea huku ananipapasa juu ya pensi yangu. Nazidi kusisimka tu. Kwa hiyo nikikupa unapiga eh? Nini? Nilishtuka bala. Ebu tulia hapo, sa unashtuka nini? Na huku unaona kabisa tiara hiyo dai kodi yao dada. Jamani, ebu kuwa mwanaume na wewe dada, aliongea, kisha akasogea zaidi mbele yangu, akaishika kanga yake na kuifungua. Nikajiuliza anataka kufanya nini. Nikakumbuka maneno ya mamu kuwa Selina anakutaka. Nikajiuliza, ina maana ni kweli dada anataka kuseksi? Wakati najiuliza hayo, mara ghafla tu kanga inaachiwa inaanguka chini kwa kasi ya umeme. Nikageuka na kuangalia ukutani. utaniangalia au utaendelea kuangalia ukutani? Dada, mimi siwezi. na hesabu hadi tatu uniangalie. Dada siwezi. na hesabu ole wako usigeuke, ole wako usigeuke, usige tutabakana umleo dada, moja mbili ta... hakumalizia kusema, mara akasikia geti linafunguliwa. Ina maana wazee ndio wanarudi hivyo na gari lao. Una bahati yako. Daselina akaokota nguo yake kisha huyo akatimka zake mbio. Ametoka ndiyo nashusha pumzi ndefu, nikakaa kitandani, jasho linanitoka, nilikuwa natetemeka kwa hofu sana. Ina maana alikuwa anamaanisha? Nilijiuliza maswali mengi sana, bado sikutaka kuamini kabisa kuwa da Selina anataka kulala na mimi hivi kwa serious Siku ile ilipita na nyingine ikapita. Selina akatuliza mapepe yake, maana wazazi walikuwepo nyumbani. Selina akawa ananipita tu huku anisemeshi, na nikimuongelesha anijibu kitu. Siku zimesogea, mara Jumatatu imefika, nikaenda zangu shule, huku nikashangaa. Siku hiyo hata sikuwa na mzuka na wadem zangu wa shule wale ambao tunashikana shikana ni kama akili yangu ilibadilika ghafla. Kwanza nikiwaangalia, nikiwalinganisha na uzuri wa mamu, naona kabisa hawanifai. kwa hiyo leo utaki sasa tushikane? alisema Sofia. Nimekuwa sasa hivi sitaki utoto utoto, najua tu ushapata kidemu huko tena huko nyumbani kwenu <laughs> Alisef, alisema Sofia na kuondoka zake kwa hasira. Mara dainesi huyu hapa Kevo, kwa nini ukunipigia? Sikuwa na salio. Ijumaa nitakupa salio wale wako ni sinipi, usinipigie. Siku hiyo haikuwa kama siku nyingine, kwanza nilikuwa na stress zangu bado sikuacha kumwaza dada Selina na uchezi wake. Nimejisomea zangu, nimemaliza nikarudi nyumbani. Kufika namkuta mama amejaa tele, kuniona tu akatabasamu, anaenuka kunikumbatia mbele ya dada Selina, wao, mdogo wetu amerudi. Muda huo namwangalia Selina amenuna hatari, nikajitoa kwenye kumbato, namsalimia dada hata aitikie nikaingia zangu chumbani kwangu huku Selina akampa onyo mama, we mpuuzi, ukimbemenda mdogo wangu tutakosana. Mm, labda yeye ndiyo anibemende yule shababi, bonge la bwana, unamwona. Kwa wasiwasi, nishasema staki niachie mdogo wangu. E, basi namwacha. Wee tulia kabisa. Niliusikia mzozo wao, mimi nikaingia bafuni, nimeoga nikaoga zangu nikatoka, kutafuta kodi ya tumbo, nimepakua chakula na kula. Mara daa Selina akatoka, ile ametoka tu, mama anafungua pochi yake, akatoa smartphone mpya ikiwa na laini kabisa tayari, akairusha pembeni yangu, mimi nikawa nishaelewa, nikaificha haraka sana. Selina mi nasepa sasa. Mam alishamaliza mchezo, akaaga na kuondoka kabisa. E, mbona haraka sana? Kuna kazi za ofisi naenda kumalizia, tena naenda kuzimalizia nyumbani. Katoka tu mara, Selina akanigeukia, we mpuzi, naomba kwa usalama wako inuka twende chumbani. E... era Selina mbona kibabe sana <laughs>. Basi itaendelea sehemu ya kumi na moja, na ukitaka kujua nini kitaendelea katika sehemu hiyo, basi usisahau kufuatilia mwendelezo ambao utatoka hivi punde, na maanisha sehemu ya kumi na moja ya simulizi hii nzuri kabisa na sasa ndiyo mambo yanaenda kupamba moto.